mwezi womwe tili uno ndi mwezi umene mtumiki wa allah sallallahu alayhi wa alihi wasallama akufotokozedwa kuti amachulukitsa kusala samasala mwezi wonse koma masiku ambiri amachulukitsa kusala koma mwezi umenewu muli zinthu ziwili zimene ino ndi ine tikuyeneka kuti tichenjere nazo chinthu choyamba ndi

Komanso kupanga maadhkaru ni madua ndipo amafotokoza anso anthu amenewa kuti mutsiku lake la pa 15 shabani zilizofunikira munthu kusala ndiye tiwaona ena mu gula asiramu akupanga zimenezi akafika pa 15 shabani akuchezera musiku wake ndipo usana wake ndikusala izizi sizikuchokera mu hadithi ya sahihi munjira ina iliyonse chifukwa mtumiki wa allah sallallahu alayhi wa sallama sada sadachite nchito imeneyi palibe hadithi ya sahihi imene kufotokoza kuti mtumiki wa Allah amachezera pa 15 Shaaban komanso masana ake kapena kuti mutsiku lake la pa 15 Shaaban iyeyo amasala choncho gawo limene lili tikeneka kuti tilitalikire gawo lachiwili alipo yena amene amachayilira mwezi wa Ramadhani chifukwa joti pano talowa mushabani akangodutsa 15 shabani iwaja amayamba kusala mande thursday mande thursday pochayilira mwezi wa ramadhani akuti akamadzalowa mu ramadhani muja asadzavutike izinso mtumiki wa allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama adaleta choncho zinthu ziwiri izi tikoneka kuti tichenjere nazo chifukwa ena ndizomwe zomwe amachita zomwe zikusemphana